Ulikuwa ni usiku wa majonzi, usiku wa siku ya Jumatano, pale ambapo moto ulizuka ndani ya Chuo Kikuu cha Tharaka, wengi wakivibaki na maswali. Je, kitu kipi haswa kiliweza kuchangia kuzuka kwa moto huo? Idadi ya wanafunzi iliweza kujitokeza. Usimamizi wa chuo ikiongozwa na naibu chanzela Profesa Peter Kemurungi pila aliweza kuwasili katika chuo hiki ili kuweza kuja kutathmini haswa kitu kipi kilikuwa kikijiri katika sehemu hii. Lakini wengi walipofika moto ulikuwa umezuka, huku maswali bado yakiwa ni mengi, lakini udadisi uliweza kuonyesha kwamba moto huo uliweza kusababishwa na itilafu ya umeme. Moto huo uliweza kuteketeza afisi za usimamizi wa, wa chuo hiki, huku kila mmoja wakiwachwa na majonzi na pia huzuni moyoni, kwani vitu vingi viliweza kuharibiwa. Mali ya thamani iliweza kuharibiwa katika sehemu hii. Ikumbukwa papa kulikuwepo na ile studio ya wanafunzi wa wanahabari na vilevile afisi ya naibu chanzela, bila kusahau afisi zinginezo zingi ambazo zilikuwa katika sehemu hii. Ikumbukwa kuwa muda usiokuwa mrefu wengi wanafunzi walikuwa wamewasili wakisubiria na iwapo wale wazimamoto wangekuwa wamewasili katika eneo hili ili kuweza kudhibiti moto huo, lakini hilo halikuweza kutendeka, kwani wazimamoto ama gari la wazimamoto liliweza kuwasili katika eneo hili lakini halikuwa na maji ya kuzima Swala so, ambalo liliweza kuzua ghasia na pia likaweza kuzua mhemko kwa wanafunzi uku wakijawa na hamaki, kwani hakuna lolote ama usaidizi wote ambao walikuwa wameweza kuleta ili kuweza kudhibiti moto huu. Kumbuka kwamba baadaye polisi waliweza kuwasili na pia kuweza kuzingira eneo hili, kutoa fursa kwa polisi kuweza kuchunguza kiini kilichosababisha kuzuka kwa moto huu. Kumbuka kwamba hapa bado nimepiga kambi pale ambapo nitakuwa nikifuatilia kila tukio ili kuhakikisha kwamba mtazamaji wa kwangu nakujuza, kukupasha na vile vile, kukuarifu. Pindi kila tukio litakapo ka dikijiri kutoka sehemu hii ndani ya Chuo Kikuu cha Tharaka. Kumbuka mie ni shemela Samuel ngovilo. Licha ya kutokea kwa mkasa wa moto ndani ya Chuo Kikuu cha Tharaka, bado shughuli za masomo zinaendelea kama kawaida, huku wanafunzi wakijitokeza na pia vilevile wahadhiri kuhakisha kwamba angalau masomo yanaendelea kama kawaida bila pingamizi ama kuweza kuzuia na mkasa huu ambao uliweza kujiri chuoni humu. Ikumbuke kwamba moto huo ambao uliweza kutokea usiku wa kuamkia leo, bila shaka uliweza kusababisha uharibifu aina yake, huku afisi za usimamizi zikiweza kuharibiwa na pia kuhakikisha kwamba angalau yale ama pia tu, wale polisi wakiweza kuwasili kuhakikisha kwamba angalau wanaweza kufanya dedisi wao, ili kuhakikisha kwamba huja na kiini kitakaweza kusababisha kutokea kwa mkasa huo wa moto. Lakini kama kawaida, kama nilivyokuwa nimetangulia kukujuza hapo awali, ni kwamba bado na wanafunzi wanaelekea darasani, bado masomo yanaendelea, lakini mwisho wa siku tutakuwa tunatia miadi hapa kuhakikisha kwamba kujua tu ripoti kamili kutoka kwa maafisa wa polisi, kitu kipi sio tutakuwa tumeweza kukipata. Lakini kumbuka kwamba baada ya kutokea kwa moto huo bado wazima moto kutoka Gatuzi na Tharaka Nithi hawakuwa wamefika choni humu ili kuweza kudhibiti moto huo, hiyo ikipelekea moto huo kuzima na pia kuteketea mali ya dhamana choni. Lakini Toyota 910 tutakuwa tunasubiria kuona sio hatua zipi zitaweza kuchukuliwa tu baada ya tukio hili kuweza kujiri. Kupo kwamba ni tukio ambalo limeweza kutikisa wengi, na pia wanafunzi kubaki kwenye giza kujiuliza, je, haswa a maswala yapi ambayo bado yanaendelea kumua chuoni? Mwisho wa siku tutakuwa na matokeo hapo ulipo, usibanuke kwani hapa ni Pekuzi TV, na tukiwa mwangaza wa jamii kuhakikisha kwamba tunakuletea mbashara matukio na matokeo kutoka papo hapa ndani ya chuo Kikuu cha Tharaka.